Na masante kwa kuendelea kusalia papo katika kipindi hiki bora kabisa cha Top Star. Kama ilivyoada na kawaida, baada ya kupata break fupi, tunaendelea na kipengele bora kabisa cha ndoto. Hiki ndi, ndicho kipengele ambacho tunakwenda kufahamu wanafunzi ni nini ambacho kipo katika kifua chao. Kuna watu wana ndoto kubwa kweli kweli. Ongozana, ongozananami kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wanafunzi katika shule ya sekondari Pugu jijini Dar es Salaam. Twende tukawaone wanafunzi wana ndoto gani na zipi ambazo Hujambo. Sijambo. Unaitwa nani? Inaitwa Jeffrey Joshua. Kidato cha ngapi na mchepuo gani? Nipo kidato cha tano, PCM. Sasa mimi nataka nifahamu, e, pengine kwa upande wako una ndoto gani? Mimi ni ndoto ya kuwa Engineer? Inginia. Ndiyo. Kwa nini engineer? Kwa sababu tangu nilipokuwa mdogo nilikuwa nimevutwa sana na mambo ya teknolojia tuseme Mmm, yani ni, ninapenda sana kujihusisha na mambo ambayo yanaleta ufanisi wa kisasa katika jamii yangu. Kuna mhandisi yoyote mkubwa ambao unamfahamu hapa nchini Tanzania? Mhandisi mkubwa? Eh. Yeah. Hapana. Hakuna injinia yoyote ambayo unamfahamu hapa nchini Tanzania? Hapana. Hata injinia Hersi Said, Rais wa Yanga? Namjua. Unamjua? Ndio. Naye ni injinia kwa Ndiyo bana mwanafunzi. <laughs> huyo e, tunajaribu kuelimishana ku, machache na kama ambavyo unaona wanafunzi wanapiga jeramba, naweza nikasema hivyo, wanajisomea kwa utulivu mkubwa. Mwanafunzi mwingine huyu, mimi nichukue fursa hii niweze kuketi niweze kuzungumza naye machache kutia kipengele hiki cha ndoto. Mambo vipi? Poa. Mzima kabisa, salama. Unataka kushika kipaza? Una, una ndoto ya kuwa mwandishi wa habari? Ni hamna. Nieleze kwanza, unaitwa nani, kidato cha ngapi na mchepuu gani? Kwa majina naitwa Victor Francis Makangabila na nasoma PCM hapa Pugu. e, tueleze ndoto zako ni zipi, hasa unasoma e, PCM, una kipi ambacho unahisi ni ndoto zako katika siku za baadaye? mimi yeah. ndoto yangu ni kuwa mwalimu pia ni, na kuandika vitabu mbalimbali vinavyohusiana na masomo ya physics na maths Mathematics. Ndiyo. Ni kwa nini umeamua kufikiria ama kuamua bana nataka nije kuwa mtu fulani? Asante. Kwa sababu nimeamua kufanya hivyo kwa sababu mi eh, na talenti ya kufundisha pia uandishi wa vitabu, na wapenda sana wanaoandika vitabu. Ndiyo. Ya bana, mm. Kama ambavyo tumemsikia mwanafunzi huyu ambaye yeye ana ndoto za kuja kuwa kama Mr Petro ambaye ni mwandishi wa vitabu vya mathematics ama vitabu vya hisabati. Yote hayo yanafanikishwa kutokana na juhudi ambazo unaziweka kwenye ndoto zako. Twende tuzungumze na wanafunzi wengine katika shule hii ya Pugu. Bana, tunazungumza na wanafunzi wengine katika shule hii ya sekondari ya Pugu. Wanapiga piga mambo yao hapa kwa mbili, moja kwa moja moja, mwingine anatumia kalkuleta mambo. Yeah, vipi? Vizuri? unaitwa vizuri. Nani? Kidato changapi? Mchepo gani? EGM e, e, e, Tueleze kwanza ndoto zako sasa ni zipi? Ah, mimi ndoto zangu ni kuwa mfanyabiashara mkubwa sana. Mfanyabiashara mkubwa sana, mfanya e, biashara mkubwa. Kwa nini umeamua kwenda kwenye ufanyabiashara na sio kwenye taaluma nyingine yoyote? Ah, of course kwamba mfanyabiashara ni mtu ambaye anaweza kujitegemea mwenyewe na tukiangalia sasa hivi sio so lazima kuitumikia serikali wewe kama wewe, e, Kwa hiyo nimeamua kuliko niende sekta za serikali, nimeamua nijitumikie ni mii mwenyewe mm. Nijitafutie mii mwenyewe kwa jasho langu na niweze kupata Bana, eh, huyu yeye vio vyake ni baba na mama kwa kuhakikisha anaishi kama wazazi wake. Mwanafunzi mwingine hapa ana kitabu kikubwa kwelikweli, eh, sijui kitabu cha nini, mambo vipi? Beshi. Unaitwa nani? Kidato cha ngapi? Kwa majina anaitwa Joachim Pita Rubela, kidato cha chano, mchukua PCB. PCB. Bana, hichi aa, kitabu ni cha nini? Hichi kitabu kinaitwa chani? ni cha ainikajua chani? Chani maswala ya michezo yale yaleya ndanimchezo so, so, so, so, sawa. Una vitabu vikubwa kwelikweli, hicho cha kwanza, hiki cha pili. Pengine ndoto zako ni zipi? Ah, ndoto zangu mimi ni kuja kuwa daktari, ndio daktari mkubwa katika nchi ya Tanzania. Kwa nini daktari na sio taaluma nyingine? Aa, kwanza udaktari nimetokea kupenda mii mwenyewe kutoka ndani ya moyo wangu nitoka kupenda, kupenda ya, kuja kuwa daktari ili niweze kusaidia watu wengi, maana nimeona kwa Watanzania wengi, madaktari, watu wengi sio madaktari afu wengi ni wagonjwa afu nakuta wagonjwa wanakosa watu wa kuwatibu kwa nikasema na mimi kama Mtanzania niweze kuchagua kazi hii niweze kuwasaidia Watanzania wenzangu ambao wapo hali ya chini na eh bana, kitu ambacho naweza kukwambia ni Mungu, nidhamu na juhudi. Hiki ni kitabu ambacho mwanafunzi huyu anakitumia, ni moja kati ya kitabu ambacho kina kurasa nyingi sana. Kama ni ukileta uvivu kidogo tu, huenda ndoto zako zisitimie, na hichi kilikuwa kipengele bora kabisa cha ndoto. Kwa sasa twende tukakate ko kidogo tupate maji kidogo, baada ya hapo tutarejea kwenye kipengele bora kabisa cha Cheza, na tukimaliza kwenye Cheza tutakwenda kukuachia swali bora kabisa la wiki ama la leo, tutakwenda kujibu kwenye mitandao ya kijamii. Mimi ni Hamis, niko na Pita nyuma ya kamera. Usiondoke mpaka tamati ya kipindi hiki cha Top Star.

Siku zote hakuna mwanzo ambao anakosekana mwisho, na huu ndio mwisho wa kipindi bora kabisa cha Top Star, lakini nikukumbushe wewe mzazi mlezi, kijana ambaye umeketi hapo ke, kwenye runinga yako kufuatilia Teti Soma Kwanza TV, lengo la kipindi hiki cha Top Star ni kukuelimisha, lakini kuweza kukupa uwanda mpana wa kufahamu yale ambayo yanaendelea katika eh, maeneo mbalimbali ya shule katika nchi yetu ya Tanzania. Kipindi kipindi hiki cha Top Star ndio kipindi ambacho kinakukumbusha ba amba. kile ambacho unakiamini ipo siku utakuja kukiishi. Wapo wanafunzi ambao wana vipaji lakini wanakosa support kutoka kwa wazazi, lakini wapo ambao wanafunzi wana elimu ya amali e, pasi na wao kujua hivyo. Kwa kushirikiana na shule mbalimbali mbali, kupitia kipindi hiki cha Top Star tunafanya kama kuvumbua vipaji vya baadhi ya wanafunzi, ndio lengo kubwa la Top Star, kukuweka karibu na wanafunzi ambao wanafanya vizuri na pengine huenda ukaweza kuwasaidia kwaku kuwasa Support. Sasa leo nikuache na swali moja zuri kabisa, swali ambalo linasema je, ni somo gani ambalo lina uhusiano mkubwa sana na ndoto zako? Kama ni fizikia, mimi nahitaji kuwa mhandisi. Kama ni biolojia, nahitaji kuwa mwana laboratori. Kama ni historia nahitaji kuwa mtu wa hifadhi za kale. Niambie somo gani ambalo linaendana kabisa na ndoto zako, andika kupitia mitandao yetu ya kijamii Te, Soma Kwanza TV ndipo ambapo unaweza ukatupata. Mimi ni Hamisi Junior Mpemba, mwenye majina ya Kibrazil. Remember the name, enjoy the game. Shukrani za dhati ziende kwa timu nzima ya TET Soma Kwanza TV ambayo tumehakikisha tunakuletea kila kitu ambacho unastahili. Soma kwanza, taifa linakutegemea. Kwa heri kwa sasa.